Watu wangu, msikubali mtu awaletee chakula ila amepak mwenyewe, ajapitia kwa duka kaona hivi. Hata kwa wakati wa Christmas kuna watu waletewa chakula hapa michele, mulikula. Mnakula vitu gani hiyo? Wana wafunga muda, wai kuzaa tena. Hao watu wanakuwa nyinyi kutoka wapi wao? Chakula, juu mahali chakula nakula chakula imetoka ati michele, chakula ya nguruwe. Watu wangu na mkiona mtu anakuja kufanya medical camp ambayo ina madaktari wa kaunti, msikubali hiyo dawa. Mtaletewa madawa ya saratani, mtakufa, mtakufa. Tumelaona watu wangu, mtu ambaye sio daktari asikuje hapa medical camp na mkubali nyinyi. Mnakubali kila kitu ambacho nakuja, mnakubali tu

Hatukubali watu wetu etu wapunguzwe, walete mgonjwa kanza hapa. Hapana, hapana. Tumeona watu wetu. Mtu akileta dawa hapa mwambia daktari anatembea kwa hiyo group, kama yuko msikubali. Akileta chakula mnasema imekaguliwa na serikali, kama itakaguliwa watu wetu usikule kanza. Tumeona watu yangu yes, tumeelewana tuko pamoja yes. Ha, Haya, ha, ayaaa ha. Mi nimesimama hapa, huyu ndugu yangu akiongea, nimesikia akiuliza, mama, umekuja kutuongelesha leo, najua utatuacha bila kitu, lazima utatuachia kitu. Mimi nimesema, ama ni yeye na nyinyi mnataka kitu ama mtaki? <laughs> Sasa mimi nikileta mchele na maharagwe na nilileta last time, muligonjeka? <laughs> Sasa kwa nini mtu anasema mimi nimeleta chakula ya kansa nababu ikamena nilifuna siumesikia? Mimi ninaleta kwa sababu siwezi nikaita watu wangu wa Tranzoia wakuje mkutano, wamewacha vibarua, wangekuwa wameenda wameacha kazi zao, wamekuja kunisikiza mimi kama kiongozi wao, hata kama nimewaletea maendeleo na niache waende mkono bure o nitakuwa nimewafanyia hujuma kwa sababu tumesema tuko na umaskini sasa kama hautaenda kazi na utoke hapa ukose kitu ya kukula, si watoto watanilaumu mimi, hata wewe mwenyezi utanilaumu. So mimi nikileta mchele na maragwe ni junajua wa, wa, watu wangu wakitoka hapa na hawakuenda kazi, wasikose lishe yale, na kama wameleta mbegu itakuwa chakula leo Chini ya kesho kutwa, yeah. Itakuwa mwisho wa mwaka yeah. na sisi hatulalamiki, amefanya kitu mzuri yeah. Lakini akileta asituchomee, asitu sisi na sisi pia tukitaka kufanya keze, kazi yetu asifanye nini sisi sisi, yeah. hatujaintafia, yeah. Hata mimi wakati nilikuja hapa, mlisikia nikiongea kuhusu mtu yeah, niliwasali